Jamani wa Tanganyika aa, nafikiri maoni yanayoendelea katika kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu ni mambo ya aibu sana kwa kweli katika taifa letu, ni aibu ukija kuangalia, serikali inapigwa za uso muda wote, zinapigwa za uso. Sasa basi yule aliyekuwa nahojiwa jana na Mheshimiwa Tundu Lissu, yule ni askari wa Oyster Bay. Yule ni askari, baada ya kujua mimi nimejua anyway wakabadilisha kamika. Askari wa Oyster Bay anaitwa anaitwa anaitwa um, Michael, Michael, aliyekuwa na mhoji mheshimiwa Tundu Lissu jana ni askari wa Oster Bay anaitwa Michael. So huyo ndo Lisu alikuwa na mhoji jana katika ile case paka naambiwa kwamba yeso chawa something like that. anaitwa Michael na ni askari wa Oster Bay. Mungu akijalia sura zake zote, sura yake itaileta na wengine wote sura zao nitazileta. Bado satriti zangu kama mnavyojua zinahitaji kumaka Everything. So ndugu wa Tanganyika ni aibu iliyoje, ni aibu iliyoje katika taifa. Mkiangalia Tundu Lissu hana kosa, amekamatwa. Alikuwa kwenye harakati zake, mnamweka ndani, halafu baadhi hao mashahidi wa walikuwa na pitapita pita, wengine walikuwa wanakuja wanawekwa kwa Abduli kuna ambao walikaa Mikocheni, kuna ambao walienda kukaa mpaka hapo Masaki. Yaani akili zao za kusema tufikirie kuhusu taifa ni kufikiria kuumiza Watanganyika. Ni aibu sana, ni aibu sana sana sana. Tundu, mheshimiwa Tundu Lissu hakuna mtu ambaye haoni kwamba hana hatia yoyote. Mheshimiwa Tundu Lissu hana hatia kabisa, yaani ni aibu. Hata hao wenyewe waliokuwa wameitwa na nini au wanaokuja kumuhoji Lissu, ukiuliza swali lolote hawana jibu, na ukiangalia Lissu ameweka ndani kwa muda wote huo. Samia, mwachie Lissu, mwachie Lissu. Haya yote yasingefika hapo yalipo. Balozi wanafika pale, wanaangalia kesi zinazoenda, wanabaki wanashika kichwa. Nchi za nje wanasikiliza kesi zinazoenda, wanashika kichwa, like what, havieleweki. Kumtesa mtu hivo, na huku tena umejichagua tisini na saba si tisini na nane pasent, huku ja waliokuchagua uja kufanya mkutano kwamba nimekaa na wananchi wangu, mlijichagua Ninawashukuru kaja peke peke yako, kaka mkutano hapo, kiasi wewe ambacho tu naweza nikasema ni kwamba kwenye hii kesi ya Lissu 99.9 Lissu, Lissu ameshashinda na sio kwamba kushindwa, ameshikiliwa bila kosa, mwachie, mwachieni kwa sababu ukiangalia toka mwanzo wa hii kesi. Hakuna jaji aliyetoa statement mwenyewe, zote zilikuwa zinatoka kwa Samia kwa Abdul wametaka, we hivi leo we hivi, sogezeni weyeni kudogo, sogezeni muda bado, sogezeni hivyo, sogezeni hivyo, yaani vitu vya aibu vya aibu vya aibu. Leo mnaleta shahidi huyu, mnamlisha maneno tena wanaamrisha maneno wakina Samia, yaani vitu vya kitoto kitoto, yaani mimi sina yaani sijasoma yaani, lakini siwezi kufanya vitu vya namna hiyo. Mnaita watu, mkiwaita mseme B1 B2, D3, si na bado wanajulikana na bado picha zao tutaleta moja baada ya mwingine shahidi mmoja baada ya mwingine, picha zitazileta hapa. Watanganyika, msende popote. Hawa watu bwana wameyataka wenyewe, wameyakanyaga sasa. Wakiyakanyaga lazima wapate wanachokitaka. Samia na washauri, washauri ulionao wamekupoteza. Katika washauri ulio wachagua Samia, hakuna mshauri aliye kupenda mmoja. Ungetakiwa uchague washauri, wamechaguliwa, si wachague wewe, bodi iwachague kwamba hawa hawa ni washauri wa rais wa Abduli. Unataka ufanya nini? Hawa hawa ni washauri wako. Huna kazi, umejiweka ndio kwenye, kwenye, kwenye jeshi, kwa polisi, una jeshi lako ambao umetengeneza wewe, una polisi wako ambao umetengeneza wewe, lakini ungetafuta washauri wa, wa, wa, kongwe, wa serikali si unaotaka wewe wa Kongo, wa serikali, kwamba bwana, na wakwambie bila kukuogopa, sababu ni mtu wa kawaida, lakini bila kukuogopa kwamba bwana Abduli, huku tunakokwenda sio, twendeni hivi. Tunaongelea mitandao, kwa sababu ungetokuwa mnaangalia, mnajifunza. Wanaharakati sisi tunaongea hivi, mnachukua mnafanyia kazi lakini mmekaza ku, ku, ku komaza shingo yamewakuta mpaka ya ICC Ketua. Wanaharakati mnakuja mnaongea nao kwamba bwana, sawa, tumesikia asanteni kwa ushauri, tunafanyia kazi. Tunaongea, mnakuja mna discuss, lakini hiyo pia mambo ya kutekateka, afatwe wajima, afatwe kitima, afatwe huyu, afatwe Tundu Lissu akitoka ndani akifatwe nini, nini. Wamepanga mipango Lissu kitoko ndani afuatiliwe, atekwe, na kiwezekana, watu wavae vitu ambavyo kama hivyo hapo, wanapokuja wavae hivoanaka za uso, wafuatilie simu zao sana, waende wakampige bunduki, wamalize. Ninaona mna plani zenu nyingi, au kama inawezekana mumkamate, mumpoteze kabisa, ila mnamwachia, ila mkimpata kimwachi lakini, mipango yenu ndio hiyo. Hizo sio ishu nzuri, ngetakiwa tumwachie tu aende, tuendelee tufukasi na serikali, turudishe turudisheje serikali pamoja, iweje vizuri. Plani zenu zote hizo, sitakuwa tu ziko mezani. Acheni plani zenu plan B ambazo hazina ha, yani haina faida yoyote. Mauaji imefanya ni mengi, jamani. Utekaji imefanya ni mwingi jamani. Abduli, Samia, Kikwete, we mafele, lakini u kwamba kiongozi tutamwachia, alafu tumfuatilie, tumkamate, tumuue. Sumai, unatoa mawazo ya kipumbavu malisa huyo hapo, mnamnyanyasa, mnyanyasa, muacheni. pole pole, memshikilia wewe mafele, wakina Samia awa watu wachie nani hela kanueni, chakula cha huyu kimpelekeni, achieni. Kuna vitu vingi sasa hivi serikali, serikali, mna vitu vingi. ICC ndio imewakamata achieni. Watanganyika kina mdude mliweka kwenye maandaki, waachieni. Nafanya vitu vya aibu sana, yani mgejua sasa hivi mgeachana nayo na mambo kabisa, kwamba mjisafishe sasa hivi, tupiganie serikali tufanye hivi tuje hivi tu ud hii ya kushauri serikali ya kushauri hawa kusha kitengo hiki cha kushauri polisi kitengo hiki bwana wewe, mafele una nani sana fuli, wamkanda mafele we kwa ndani, sio shida zao. Wewe George Bagema wekwa ndani, hawa baadhi ya polisi we kwa ndani, wekwa ndani. Onyesheni kwa vitendo raia kidogo, mwaweke mwanze kurudisha rudisha moyo kwa raia, wanze kuona kwamba okay kidogo Samia tunaona kama kabadilika, kwamba amekamata watu akameweka ndani, wamehukumiwa wamewekwa pingu, waletwe pale wawekwe ndani. Wao tunaona wamekamatwa, polisi wao wamekamatwa, umeona hata baadhi ya viongozi wat, watolewe uongozi wao, vuliwa ndani, wekwa ndani, wapigwe faini serikali na vitu vingi. Onyesheni wananchi tuone, kwamba ni kweli kuna vitu tunaona kidogo vinaanza kufanyika hivi japokuwa ICC iko pale pale kwa kukubamaza Samia, lakini ungeonyesha sasa hivi tofauti, sio mawazo tu, kwamba nimechagua huyu, nimetoa huyu. Bwana huyu ma, hafati ya mambo yangu nayotaka, hafati mambo yako nayotaka. Msikilize kiongozi huyo, aya, tufanyeje? Atakwambia bwana, Samia, huku tunakokwenda, ndugu yangu, ni kwenye shimo uko kwenye shimo kubwa. Kwa hiyo kutoka kwenye hilo shimo kidogo kidogo, turudi hapa, asikilizwe hapa, tutaenda hivi, tukaenda hivi, usikilize sio wewe mawazo. Nayoleta Samia ni mawazo ambayo hayapo kabisa. Unafanya vitu ambavyo tofauti. Mawazo Samia hauna, chukua kina Makamba au sikiza mawazo yao, chukua vijana ambao uko pande mwingine, sikiza mawazo yao eh wakwambie bila kukuonea aibu. Hao wazee uliochukua Dar es Salaam wamekupoteza, yaani wamekupoteza pakubwa. Hakuna maana kuelewa, tuko milioni 60 na kwambia hamsini na kitu, hakuna naye kuelewa. Hata waliokuwa nakupenda wengine wametoka wengi DM, wengi tu UVCCM, mkuja kibao. Nilikuwa na nini, nilikuwa naona kwamba ni kila siku mambo yanazidi kuwa mabaya, wametoka wengi. Kwa hiyo badilika. Onesha ubadiliko, mabadiliko. Si useme kwamba bala huko si hakuna mtu niyemwamini hata mmoja, hapana. Huamini, kanao waulize kwamba nifanyeje jamani? Mimi akili yangu imeshaboma. Imeshaboma, sijui hata nifanye nini niende wapi, sielewi. Inchi naona imenilemea, iko mabegani kichwani, hadi sikutembea siwezi. Kanao wasikilize. Mawazo ni muhimu, yafanyie kazi Sio kwa kusema kwamba ananipinga. Hapana. Chukua ma mawazo ya Nchimbi, Nchimbi bwana. Ninasemaje, wewe una mawazo, una mtu wako mwingine, watu wako wengine ambao una mawazo na waelete hapa tuyasikize mawazo, tuongezee tufanye hivi, tufanye hivi, tufanye hivi, turudishe ile hope Watanganyika kwetu, lakini ukianza kufanya hivyo na kuwavua nani, nyota unazitoa zile na kuwaonyesha kwamba wakina mafela kina mlilo wao wakinajojibagem na watu wengine, ukachukua hatua, hope utaanza kurudi, lakini otherwise hakuna taki. Kuelewa umesikia, we muuaji Samia.